Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni 15 siku ya Jumapili. Ni somo la 12 linalosema Watangulizi. Mada ya leo inasema Danieli 2 na njia ya kihistoria ya kufasiri unabii. Mojawapo ya unabii wenye nguvu zaidi katika maandiko yote ni Danieli 2, akiandika zaidi ya miaka 500 kabla ya Kristo. Nabii huyo anawasilisha historia ya ulimwengu kuanzia wakati wake huko Babeli, na kisha wakati wa Umedi na Uajemi, Uyunani, Rumi, na kugawanyika kwa Rumi katika mataifa ya Ulaya ya sasa kama yalivyo leo. Kwa hakika, ikizungumzia mataifa haya ya Ulaya, aya moja inasema kwamba watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo, Danieli sura ya pili ya 43. Unabii huu umetimizwa kwa namna ya kushangaza, yaani, licha ya kila aina ya ndoa kati ya watu, yaani kuanzia wakuu hadi watu wa hali ya chini wa mataifa hayo, bado wamegawanyika. Kwa mfano, ufalme wa Uingereza unaitwa The House of Windsor, yaani nyumba ya Windsor. Jina zuri la Kiingereza. Hata hivyo, jina hilo kwa kiasi fulani lilikuzwa hivi karibuni miaka 1917 kwa kweli. Kabla ya hapo, familia hiyo iliitwa jina la Kijerumani kabisa kwa sababu wengi wa wafalme wa Uingereza kupitia kuchangamana kwa mbegu za wanadamu walikuwa jamaa wa damu na Wajerumani. Hata hivyo, mahusiano hayo ya damu hayakutosha kuwazuia kupigana vita na kwa hiyo, wakati wa vita vya kwanza vya dunia, wakitaka kujitenga na maadui wao waliowachukia sana, walibadili jina na kuwa the house of Windsor, nyumba ya Windsor. Soma Danieli sura ile ya pili ya 31 hadi 45. Ndoto ya nebukadnezar ilikuwa nini na Danieli aliifasirije? Unabii wa wakati wa mwisho katika Danieli wote unafuata msingi uliowekwa katika Danieli sura ya pili, yaani sehemu ya unabii huu uliosalia. Kama Danieli 2 unafuatia mfululizo wa ufalme mmoja wa ulimwengu baada ya mwingine hadi Mungu atakaposimamisha ufalme wake wa milele. Tazama Danieli sura ya pili ya 44 ya na Danieli sura ya 7 ya 13 na 14. Kwa maneno mengine, unabii unapitia historia katika mfululizo usiovunjika wa falme kuanzia kale na kufikia mwisho katika wakati ujao hata wakati wetu. Hii ndiyo njia ya kufasiri unabii na ndivyo maandiko yanavyodai. Huku kutumia njia ya kihistoria ni muhimu kwa ajili ya kuelewa matukio ya siku za mwisho hasa kama yanavyoelezewa katika kitabu cha Ufunuo. Danieli mbili inatuthibitishiaje kwamba si tu kwamba Mungu anajua yajayo, bali kwamba yeye hatimaye ndiye anayeitawala? Kumbuka, hii ni Juni 15 siku ya Jumapili, mada ikisema Danieli mbili na njia ya kihistoria ya kufasiri unabii. Mwenyezi Mungu atubariki sote, na nikutakia wakati mwema. Karibu tena kwa masomo yanayofuata.